Mlango wa nne. Wana wa Yuda: Peresi na Hesroni na Karmi na Huri na Shobali. Na Reaya mwana wa Shobali akamzaa Yahathi, na Yahathi akawazaa Ahumai na Lahadi. Hizo ndizo jamaa za Wasorathi. Hawa ndio wana wa babaye Etamu: Yezreeli na Ishma na Idbashi, na umbu lao aliitwa jina lake Haselelponi na Penueli babaye Gedori na Ezeri babaye Husha. Hao ndio wana wahuri, wa Huri mzaliwa wa kwanza wa Efrathi babaye Bethlehemu. Naye Ashuri babaye Tekoa alikuwa na wake wawili, Hela na Naara. Naye Naara akamzalia Ahuzamu na Heferi na Temeni na Ahashtari. Hao ndio wana wa Naara. Na wana wa Hela walikuwa Serethi na Ishari na Ethnani na Hakosi akawazaa Anubu na Sobeba na jamaa za Aharheli mwana wa Harumu. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, unge ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Naye Kelubu ndugu Yeshuha akamzaa Mehiri, aliyekuwa babaye Eshtoni, na Eshtoni akamzaa Bethrafa na Pasea na Tehina babaye Irnahashi. Hao ni watu wa Reka. Na wana wa Kinazi: Othnieli na Seraya na wana wa othnieli athathi na meonothai akamzaa ofra na seraya akamzaa yoabu babaye bonde la wakarashi kwani hao walikuwa mafundi na wana wa kalebu mwana wa yefune iru na ela na naamu na wana wa ela na kenazi na wana wa yehaleleli zifu na zifa na tiria na asareli na wana wa ezrahi Yetheri na Meredi na Eferi na Yaloni na Miriamu akamzalia Shamai na Ishba babaye Eshtemoa. Na mkewe Myahudi akawazaa Yeredi babaye Gedori na Heberi babaye Soko na Yekuthieli babaye Zanoa. Na hawa ndio wana wa Bithia binti Farao ambaye Meredi alimoa. Na wana wa mkewe Hodia umbu lake Nahamu walikuwa babaye Keila Mgarmi na Eshtemoa Maaka na wana wa Shimoni Amnoni Naarina, na Rina na Ben Hanani na Tiloni na wana wa Ishi Zohethi na Ben Zohethi wana wa Shela mwana wa Yuda Eri babaye Leka na Lada babaye Maresha na jamaa zao wa mbari ya wafuma nguo za kitani safi wa mbari ya Ashbea na Yokimu na watu wa Kozeba na Yoashi na Sarafi waliokuwa na mamlaka katika Moabu, na Yashubilehemu; na taarifa hizi ni za zamani sana. Hao ndio waliokuwa wafinyanzi na wenyeji wa Netaimu na Gedera; ndipo walipokaa pamoja na mfalme ili kufanya kazi yake. Wana wa Simeoni: Yemueli na Yamini na Yakini na Sohari na Shauli; na mwanawe huyo ni Shalumu. Na mwanawe huyo ni Mibsamu na mwanawe huyo ni Mishma na wana wa Mishma mwanawe huyo ni Hamueli na mwanawe huyo ni Zakuri na mwanawe huyo ni Shimei naye Shimei alikuwa na wana wa kiume kumi na sita na wana wa kike sita. Walakini nduguze walikuwa hawana watoto wengi tena jamaa yao yote haikuongezeka sana kwa mfano wa wana wa Yuda. Nao wakakaa huko Beer-sheba na Molada na Hasar Shuali na huko Bilha na Esemu na Toladi na huko Bethueli na Horma na Siklagi na huko Beth Markabothi na Hasar Susimu na Bethbiri na Shaaraimu. Hiyo ndiyo miji yao hata wakati wa kumiliki Daudi. Na vijiji vyao vilikuwa Etamu na Aini na Rimoni na Tokeni na Ashani. Miji mitano na vijiji vyao vyote viliizunguka miji iyo hiyo mpaka Baali. Hayo ndiyo makao yao, na hati ya nasaba yao wanayo. Naye Meshobabu na, na Yamleki na Yosha mwana wa Amazia na Yoeli na Yehu mwana wa Yoshibia mwana wa Seraya mwana wa Asieli na Elioenai na Yakoba na Yeshohava na Asaya na Adieli na Yesimieli na Benaya na Ziza mwana wa Shifi mwana wa Aloni mwana wa Yedaya mwana wa Shimri mwana wa Shemaya. Hao waliotajwa majina yao ndio waliokuwa wakuu katika jamaa zao, nambari za baba zao zikaongezeka sana. Basi wakaenda mpaka maingilio ya Gedori, naam mpaka upande wa mashariki wa bonde hilo, ili kuwatafutia kondoo zao malisho. Wakaona malisho ya unono mazuri na nchi yenyewe ilikuwa na nafasi tena imetulia na kuwa na amani, kwani waliokaa huko zamani walikuwa watu wa hamu. Na hao walioandikwa majina yao waliingia huko katika siku za Hezekia mfalme wa Yuda na kuzipiga hema zao pamoja na hao Wameuni walioonekana huko, wakawaangamiza kabisa hata siku hii ya leo, nao wakakaa huko badala yao, kwa sababu huko kulikuwa na malisho kwa kondoo zao na baadhi yao, maana ya hao wana wa Simeoni, watu mia tano wakaenda mpaka mlima Seiri na majemedari wao walikuwa Pelatia na Nearia na Refaya na Uzieli wana waishi Nao wakawapiga mabaki ya Waamaliki waliookoka, wakakaa huko hata siku hii ya leo.